Rwanda kwa mara ya kwanza imekiri kushirikiana na waasi wa AFC na M 23 katika mapigano yanayoendelea mashariki mwa DRC. Mwandishi wa habari wa kujitegemea Kilongo Espoli Itali anayoripoti kamili kutoka DRC. Balozi wa Rwanda nchini Marekani Mathilde Mukantabana ameambia kamati ya Bunge nchini Marekani kuwa Rwanda inafanya hivyo ili kulinda masilahi ya raia wa Kongo wanaozungumza Kinyarwanda lakini pia kuzuia uwezekano wa kutokea mauaji mengine kama yale yaliyotokea Rwanda mwaka wa 1994. Kauli yake hii imeambatana na kauli wanazohubiri viongozi wa AFC M23 kama zile za kuahidi kumaliza ukabila na kupindua madaraka ya rais wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ambaye baadhi ya raia mashariki mwa Kongo wanamuita mzalendo wa kweli. Raia wa Kongo wamekuwa na maoni tofauti kutokana na kauli hii. Aimable Baruti kutoka Baraka akizungumza nasi amesema: kwa hiyo ndugu jurnaliste asitudanganyi kutuambia ya kwamba anatunga mipaka kwa sababu amebeba kabolimbo siku hizi mbili hapo Uvira, je, ndio kuchunga usalama wa inchi yake na raia yake? Kupeleka gari kutoa Bukavu kutoa Uvira na kupeleka Rwanda, ndio sitakwenda fanya sikirite pale Rwanda? Hapana, mbali tu yeye, masilahi yake ni kupata faida ndani ya nchi ya Kongo, apate eneo ya kuishi, apate eneo zingine ambazo atatia wandugu zake, ndio shabaha kubwa na kuiba mali ya Kongo. Mfariji Kihota kwa upande wake yeye anadhani kwamba, lakini ukienda kutasimini vizuri, hizo wao zote ni habari za uongo, hakuna watusi ambao wananyanyasika wana, wana, wana Kongo, hakuna watusi ambao wanabaguliwa Kongo. Ila ile ilikuwa ni mbinu pia Wanyarwanda, mbinu ya Bwana Kagame ili kuangalia kisia ya kuendelea kuleta machafuko mashauri, ma mashariki mwa Kongo. Siku chache zilizopita Moise Nyarugabo, mmoja kati ya viongozi wa M23, akiwa Kamanyola kwenye mpaka wa Kongo na Rwanda, alisema kwamba serikali ya Kongo na wazalendo wanabagua kabila la watusi wanaoishi mashariki mwa DRC si, na hivyo kuziambia baadhi ya familia zao waondoke mji wa Uvira kabla ya kuchukuliwa na wazalendo wanaoungwa mkono na FARDC. Kauli yake hiyo ilitupiliwa mbali kwanza na serikali ya Kongo kupitia waziri wa habari na mawasiliano wa Kongo Patrick Muyaya ambaye alikanusha madai hayo, na baadaye rais wa jamii ya Banyamulenge Bwana Enock Sebineza ambaye alichukulia matamshi ya Moise Nyarugabo kuwa ya uzushi na ambayo hayana msingi wowote, lakini pia Enock Sebineza kumkanya Nyarugabo kwamba si msemaji wa kabila la Banyamulenge, hata hivyo kuahidi uhusiano wao na serikali ya Kongo. Wachambuzi wa siasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamechukulia hatua hii kwa manufaa zaidi huku wakisema ni hatua tosha kwa diplomasia. Kizerbo Kasereka anazungumza nasi. Hatua hii tumeipokea kwa na manufaa sana, kwa sababu kila mara Rwanda ilikuwa ikikataa kwamba haihusiki au kwa mbali au kwa karibu kwa machafuko ambayo yanapitika ndani ya nchi yetu, ijapo sisi tulikuwa tunajua kwamba hata wakati CNDP iliweza kuvamia nchi yetu ilikuwa ni mpango wa Rwanda na huenda wakati M23 ilianzishwa na kuendelea mpaka leo ni Rwanda ndiyo inafanya machafuko haya ndani ya nchi yetu na kudhibitisha kwa Rwanda kwamba inaunga mkono au inashirikiana na AFC M23 itasaidia nini serikali ya Kongo kwa hali nzima ya hali ya usalama mashariki mwake kuthibitishwa kwamba wana, wana, wana, wanaunga mkono AFC M23 hapo ni kuweza kujua kweli kweli kama maaskari wa Rwanda wako ndani ya nchi yetu ya Kongo kwa sababu hapo awali walikuwa wakijikataa, na huenda sasa wakati uh, Amerika inapoomba vikosi vya Rwanda viweze kuondoka ndani ya nchi yetu, hapo nchi yetu ya DRC itajua kwamba kwelikweli vile vikosi vya Rwanda vinakuwa hapo, kwa sababu walikuwa wanafanya unafiki, namna ninavyoweza kusema ndani ya vita hivi. Wakati watu wanakuwa ndani ya unafiki, hatuwezi kuendelea na chochote na huenda Rwanda inatafuta madini yetu, na kama vita vyote inavifanya juu ya nchi yetu, ni kwa sababu wanakuwa na faida kwetu na kwetu, wanabeba mali yetu ya chini ya udongo, na huenda wamefanya mambo mengi maeneo ya kwao kusema wao ndio wanakuwa na, na, na, na mali mingi ndani ya udongo, ijapo mali yenyewe wanaipora ndani ya nchi yetu, waki wakifaidika au waki wakiweza kupitia vita ambayo wanavifanya kwetu na kuweza kuwatafuta wale ambao wanaita wa FDLR wa uongo na FDLR wa kweli ambao wanawatafuta, ndani ya nchi yetu ni madini yetu ambao wanayatafuta. Na je, hatua hii ya Kigali itazidisha uhasama na jirani yake Kinshasa? Profesa Nyamangyoko Ishibwela Obedi, mmoja kati ya wanabunge kitaifa kutoka tarafa la Fizi lenye kukabiliwa na machafuko ya kivita, kwa upande wake anasema hakuwezi kuwa uhusiano bila kweli, akitambua kwamba ni hatua tosha inayoweza kuleta matumaini kwa raia wa Mashariki mwa DR Congo mwisho itajulikana, kwani Rwanda ilikataa siku nyingi sana kama haisapoti wale wabeberu wa m ishirini na tatu, lakini sasa mwisho wake wameenda kuitika. Ikusema kweli kweli, inaonekana na pale. Tunashukuru, kwani hakuwezi kuwa uhusiano bila ukweli. Uhusiano e, utatoka stale reconciliation, utatoka wakati kunakuwa sheria Diplomasia, juu, diplomasia yote tunatafuta amani. Katika taarifa yake kwa bunge la Marekani Januari 22 hb Mathilde Mukantabana balozi wa Rwanda nchini Marekani alibainisha kuwa uratibu huu pia uliruhusu AFC M23 kujiondoa kwa upande mmoja kutoka muji wa Uvira, na hivyo kudhihirisha dhamira yake ya kujiondoa. Kigali inasisitiza kuwa uratibu huu ni wa kiulinzi madhubuti na una muda mdogo unaohusishwa na upokonyaji silaha na kutoweka kwa AFDILIAR na kwamba Rwanda haitaki kushawishi maamuzi ya kisiasa ya ndani ya Congo. Rwanda inahakikisha kwamba ushirikiano wake na AFC M23 utakoma hatua kwa hatua, wakati hali ya usalama itakapohakikishwa na AFDILIAR kufutwa kwa mujibu wa makubaliano ya Washington. Nikiripoti kutoka Lubumbashi, mimi ni Spor wa Kilongo Itelo kwa niaba ya Channel Africa iliyo sura taswira mzindo wa Afrika. Asante sana Kilongo espoli Itali, na taarifa hiyo kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, ambapo Rwanda kwa mara ya kwanza imekiri kushirikiana na waasi wa AFC na M23 katika mpango inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo.